Wananchi, polepole polepole polepole polepole, asante, usisukumane usisukumane. Tuko hapa kwa ajili yenu, tuko hapa kwa ajili yenu. Hakuna mtu anaruhusiwa kwenda moja kwa moja, kila mtu mpaka mwisho wa laini kule tafadhali, ili tusilete shida. Kila mtu mwisho wa laini kule, mwisho mwisho mwisho kabisa, mwisho kabisa. Tafadhali, mwisho mwisho kabisa. Asante afande. Thank you. Mwisho wa laini kabisa, usiingie katikati. Wale mnaingia pole polepole, musisukumane please. Hii ni siku yenyu, kila mmoja atapata nafasi yake. This is your day. Kila mtu anaenda mwisho nyuma ya laini. Na hapa tukimaliza tunafunga kabisa, pasiingie mwingine. Kwa sasa wananchi, tujaribu tufanye haraka, maana tuko wengi, tuko wengi sana. Doluo, asante sana mwenzangu mdomo bagi. Tunasema ya kwamba tafadhali, tunawaomba baada ya kuona mwili, tafadhali, usipate nafasi ya kurejea hapa jukwani, tafadhali. wakwayonikise neno ringre jaduong kikikaotuolomarduowemaala kiwanja ka tafadhali, waneno jaduong towauo Laini ena chiel tafadhali. Wadonjogi gate namba uchiel, tuwauo gate namba boro. Ukishaona mwili tafadhali tusaidiane, mpate nafasi ya kusonga ili wengine pia wapate kuona. Bagi. Thank you. Tufuate hapa vile tunaelekezwa, tutumie upande wa nyuma. Vile tunaelekezwa ndio tufunge hapa sasa. Asante. Asante sana, asanteni wananchi kwa kuwa watiifu. Naona tunaendelea vizuri. Selekta, utanipea nyimbo ya kupoza nyoyo zetu kwa umbali, nyimbo ambazo zitapoza nyoyo zetu kwa umbali yeah. Baada kuona mwili tafadhali, pata nafasi ya kuachia wengine pia waone. wakuayonikise nenubodi kaotuolo modiwene jomoko mondunini